Sheikh Hassani huyu, mimi ni mtoto wa dada yangu na ni sheikh wa mkoa. Ni kweli, mimi ni answari <laughs> <laughs> <laughs> si answari, lakini hatuna ugomvi, hatuna ugomvi na mama yangu aliyetoka hija Nimwambie tu hapa kama itamridhisha Sheikh Kabeke e, nina, nina katika wale binamu zako, wale kuna mmoja kamaliza form 6. Mama usiwe na wasiwasi, kuwa na amani, kuwa na amani eh, maana sasa ee anatakiwa apite kote, lakini sikosi kupita na kwangu eh, takbiri ndugu <laughs> zangu, hii dini ni dini ya haki, na kwa sababu ni dini ya haki ina mambo mengi mazuri mazuri ambayo yanaweza kukufanya wewe ukaishi kwa raha, kama tu utatuliza akili yako vizuri, uichunguze, utaona raha ya dini hii. Nguzo tano za Uislamu zinaendelea kufanya kazi kila siku, tunatamka shahada, kila siku tunaswali kila siku tunatoa zaka, tunafunga mwezi wa Ramadhani. Lakini hija Allah ameiweka ni mara moja. Tume sallam katika hadithi anasema, inna allaha kataba haj alaikum fa huj aqrabu alhabis ya rasul Allah afikuli ami qala qultu, alhaj marra, fama zada, Tumis, anbiyo, la qultu naam la wajaba aju marra fama zada fatafawu. Tumeambia masahaba na sisi Allah amekulazimisheni kuhiji muhiji. Huyu sahaba aqrabu bin abisa akasema, ya rasul llahi, tuhiji kila mwaka? Mtume zaa salam akasema hapana, ningesema ndiyo ingelikuwa ni wajibu kila mwaka. Kuhiji ni mara moja kwa umri, ukihiji zaidi ya mara moja ni sunna. Sasa kwa munasaba wa hadithi hii tuna haki ya kuja kumpongeza mama, kafanya moja katika mambo makubwa sana katika uhai wake. Na mimi nimshukuru mjomba wangu Allah, mlipe sana sana na kwa kweli, haya ndiyo mapenzi ya dhati, sio maneno, haya ndiyo mapenzi ya dhati. Wanamume wengi wanakwenda kuhiji, wake zao hawapeleki, ni wachache kama uwezo upo, hiyo ni khiana. Kwa nini usimpeleki na unataraji wewe na yeye mwe naye katika pepo? Unakosaje kumpeleka? Mtume saaa salam anasema, man malaka zadin tublighuhu ila baiti llahi walam yauj fala alayhi ay anyamuta yahudiyan au nasrani, atakayemiliki uwezo wa kwenda kuhiji kisha asihiji mwacheni atakufa katika mila isiyokuwa ya Kiislam. Kwa hiyo tuhimizane kuhiji, lakini katika hadithi mtume akasema, man haja walam yarfudh walam yafsuk rajaa ka yaumin waladathu. Sheikh anamalizia hadithi hiyo, atakaihiji kwenye hija yake hakusema neno mabaya Hakufanya vitendo vibaya, akamaliza hija yake, akarudi. Amerudi kama mtoto aliyezaliwa, yani hana dhambi hata moja. Nataka ifahamike kwenye hadithi hii, si siyo kwamba mtu akitoka hija hawezi akafanya tena makosa, ni kufahamu tofauti, ila yeye kaambiwa, kuanzia hapa kurudi nyuma Allah amefuta. Sasa hapa jitahidi ukae vizuri. Mi nimehiji mara ya kwanza nikamuijia mbae ni baba yangu, nikamwijia kaka yangu, nikamwijia mama yangu, nikaja kuwaijia watu watatu wengine ambao ni wasudi huko huko. Kwa hiyo waislamu wawe na moyo kwa hadithi hii kuwa una uwezo wa kwenda kuhiji, usio ni hela ni nyingi. Pepo ni ghali, pepo ni Allahu akbar, pepo ni ghali sana. Hakuna mchezo na pepo, hakuna kitu kilicho na thamani kwa muislamu kama pepo. Ndiyo maana yuko tayari afanye chochote ili apate pepo. Sasa tujitahidi, aliye na mke na ana uwezo ampeleke hija, na ukimpeleka hija, sawabu atakazopata yeye ndizo utakazopata na wewe. hapa hapakuapui chochote alimsema hapa, kuhiji ni mara moja. Maana yake ukimpeleka mtu yule, mtu uliyempeleka anatekeleza fardhi na wewe unapata thawabu hizo hizo. Mwisho ndugu zangu, Nimependa nilizungumza hili na kwa bahati nzuri nimekuta rafiki yangu yuko hapa. Tulikuwa na kongamano kwa kweli. Sheikh Kabeke mimi sikusifu, kwa sababu mtoto wa dada yangu ndugu yangu, lakini siku ile ya kongamano, kama ingelikuwa hali yangu ni zuri basi ningetafuta laki moja nikamwambia mamkwe, mkaangie kuku, mzee yale atulie. Nasema haya, wallahi, Mungu anashuhudia, na sio mimi, hata wenzangu wote. Juzi amezungumza maneno ambayo kongamano zima limebaki limeshika tama <laughs> kuonyesha ukomavu na nafasi yake yani, alionyesha yeye ni shekhe wa mkoa anayestahili. Alionyesha yeye ni nani, shekhe wa mkoa anayestahiki kuwa shekhe wa mkoa shekhe. Mungu atakulipa yale um, maneno ya juzi. Sijui kama walikuwa ameliandaa <laughs>. Maana watu wakubwa Allah huwapa ilhamu tu, akakunyanyua akamwambia sema hivi alisema maneno ambayo yalilivika kongamano joho, ikisema hivi anajua, ikisema hivi anajua watu wote, hakuna aliyebaki pale, ila alisema, Allahu Akbar! Kweli huyu ni Sheikh wa Mkoa! Allahu Akbar! Kweli huyu ni Sheikh wa Mkoa! Takbir! Takbir! Wallahi, Mungu atakulipa Sheikh. Mungu akulipe sana, Mungu akudumishe, Mungu akupe afya, akulinde na kila chuki na kila husna. Wallahi, juzi maneno umezungumza kwenye kongamano yalikuwa ni maneno mazito sana, ameonyesha ihtisamu al-umma. Wahdatu al-umma, itifaq al-umma, kuwa sisi ni kitu kimoja, ndugu zangu sisi ni kitu kimoja, sisi ni kitu kimoja. Hizi ikhtilafu hazitokosa, zitakuwepo tu, zimekuwepo kwa wakati wa Mtume saaa ah, alasiri imeingia, wengine wakasema hapana ametupa ruhusa tusali, ah, tusali lakini sisi hatusali mpaka wamefika. Akaambia, sawa. Kuna ugomvi hapo? Wote sawa. Sasa sisi tuna tuna msingi tuna msingi. Msingi wetu ni Qurani na Sunna, ndo msingi wetu mkubwa huo, hakuna zaidi ya huo. Tushikamani, tushikamani, tuwe kitu kimoja, tuvumiliane, tusamehane kasoro. Mkamilifu ni nani? Katika vitu vinavyoniuma mimi si vipendi, na nitaendelea kusema kwenye hadhara yoyote, niwe kusikia habari za kiongozi wako wa dini kisha ukaunga mkono kweli, ndo alivyo hivyo hivyo. <coughs> Nadhani kiongozi wako wa dini ni malaika? Kiongozi wako wa dini ni malaika, hatakosa makosa? Yaani wewe una nafasi ya Uwaz kumstiri. Uwaz kumstiri. Ya kushangilia kiongozi wako wetu mimi na kasoro. Kama una mapenzi makubwa nifuate shema au bebu, njoo mimi nimesikia hivi hey, nimetereza, ugonjwa wapi? Nasema heshimu viongozi, sio sisi, aa, mimi sio kiongozi lakini tuna hawa, tuna watu karibu yake ambao wanasimamia kwa ajili ya dini, tuwaheshimu, tuwaheshimu. Umma huu hauwezi kusuluhika isipokuwa kwa yale waliyosuluhisha waliokuwa kabla yetu, waliheshimiana Walichukuliana udhuru, walisameheana. Sheikh Kabeke, nimalizie, huwa anasema neno lake, kuna mambo ambayo tumekubaliana, hatukukubaliana ili <laughs> <laughs> <laughs> wewe nalipenda sana <laughs> <laughs> Allahu Akbar <laughs> <laughs> huyu ni jirani yangu <laughs> kutoka nakaishi nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, ya tatu. So, unaona no hebu niambieni. Ni kwa hiyo mimi nimalizie kwa sababu nimebanwa na muda, ni saa saba na dakika ishirini. Mama yangu tunakuombea hija yako ikubaliwe, hija yako iwe safi. Allah akusamewe, atusamee na sisi wallahi, tuombee dua. Mimi niliposikia mjomba, mama mkwe ameenda hija, nilifurahi sana. Alafu, niliwaza wengi. Niliwaza wengi. Mama yake na Kabeke Anamwita mama yangu dada, dada, mama, mama. Sasa aliponambia kuwa mama mko yamerudi. Kweli nilimuuliza, kutakuwa na dufu <laughs> nilimuuliza, wallahi, nilimuuliza kama penzi ya kumuuliza, lakini nilifahamu vizuri pale Kigoma kuna madrasa hizi, kuna Ghazali kuna Tahdhibi, kuna Muumini. Shekhe yoyote ukasikia amesoma, amepita kwenye hizo tatu. Hana zaidi ya hiyo. Hapa Mwanza hakuna madrasa, na kama zipo ni chache. Sasa mimi huwa nawafunza mbinu. Baba yako akiwa ana gari, baba yako ana gari, ili ujue kuendesha, usijenge uadui na dereva, jenga naye urafiki, akufunze kuendesha. Umenielewa? baba yako, narudia, baba yako ana gari wewe unataka uwe dereva, usijenge uadui na dereva anaendesha gari, jenga urafiki akufundishe kuendesha yeah. Si unataka uwe kiongozi, piga goti kwa sheikh, sheikh lisomeshe, ili kesho ukiibuka na msikiti, basi wewe unastahili. Umeelewa? Ndio maana hii mithali, maana nimeona watu wamenitazama. Ndio maana hii mithali, kama unapenda madaraka soma Madaraka yatakuja wenyewe. Mimi nimesomeshwa na Sheikh marhum Sheikh Amini Abdallah, baba yake Abdallah Ali, ndiye amenisomesha ndiye amenisomesha mimi. Alipokufa mwaka 88 89, nikaenda Mombasa, sawa, nikaanza miaka mitano, nikarudi 97, nikaenda nikaenda Saudi Arabia, nikaanza shule ya tatu, nikarudi. Hayo nakuombeeni, ndugu zangu, narudi tena, tuwaheshimu viongozi wetu. Kumuheshimu kiongozi ni haki yake umuheshimu. hata siku sio watu Sheikh mikoa yani, mkoa wa Mwanza na Sheikh mikoa watano sita. Haiwezekani huyo ambaye kapitisha, ndio kapitisha na Mungu. Nina shukuru tu roho yake maskini, subhanallah, mjomba wangu kuna mambo mengine anayatazama. Anasema, eh, jamani mmefanya hivi hata kuniambia, eh, basi na mimi nakubali, tuendelee <laughs> Wallahi anajua. Na dakika za mwisho ndiye anakubali. Eh, kumbe mmefanya hivi. Mbona mimi mimi mimi mimi hamkuniambia? Ah, Sheikh unaona hatuendeni. <laughs> Ile roho roho roho roho <laughs> roho roho nzuri. Mimi nasema mimi sikuwa na roho kama yake. Sina roho sina roho sina roho sina roho hiyo. Hiyo hiyo. Natangaza. Kabisa. Nimaliza nimaliza. Kulia tu tu tu dawa. dawa. dawa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Islamia. Kulia nimaliza. Sina roho hiyo. Kabisa nimefanya mambo yako, alafu umekuwa mwana njia. Naambia wewe nenda, endelea endelea kukwama <laughs> kukwama. Lakini maskini yana siji roho ina gani? Wallahi billahi, leo nimeamua kuyasema hapa kwenye hadhara, na yatafika mbali na yafike mbali, watu wajifunze. Huyu ni Sheikh wa mkoa. Sasa wewe, kasirika, furahi, nuna, laza kwa matope, laza kwa majivu, huyu ni Sheikh wa mkoa na hawawezi kuwa wawili wala watatu, watakuwa ni huyu tu, na inshallah Allah ampe umri wake, aendelee tumuheshimu. Assalamu alaykum, Iqra FM.